Dunia yetu inapitia mabadiliko ya uhusiano. Simu za mkononi, mitandao ya kijamii na intaneti zinatuleta karibu, tunaonekana kugawanyika zaidi kuliko zamani. Je, hii inawezekana? Dunia yenye uhusiano inaweza kuonekana kuwa na vipande. Tazama kuzunguka, vita vinaendelea, si tu kwenye uwanja wa vita bali ndani yetu. Tunataka kuishi kwa heshima Familia nzima zinapasuliwa na migogoro. Watoto wanapaswa kuota kuhusu siku zao za baadaye kwa amani. Tunaishi katika dunia ya wenye na wasio na, kwa wengi maisha yanatumika katika hofu, hofu ya kutokuwa na kutosha, hofu ya kuishi tu katika dunia ya uhaba, wakati kwa wengine ni maisha ya anasa, ya utajiri mbali sana na hiyo mapambano. Na kisha kuna umaskini, kuna sura nyingi: njaa, ukosefu wa makazi, kupoteza haki za msingi za kibinadamu. Si takwimu tu, ni mapambano ya kila siku kwa bilioni za watu duniani, mapambano yanayowanyang'anya matumaini na kuacha tu kukata tamaa. Chakula chetu si chanzo tena cha lishe, bali ni sumu. Sekta ya dawa inapata faida kutokana na magonjwa, wakati kilimo kikubwa kinajaza chakula chetu na kemikali na sumu kilichokusudiwa kutuimarisha sasa kinatuharibu polepole pole, huku tukipewa uongo na sumu zilizofichwa kama lishe ya hatari. Tukumbuke jinsi tunavyowatendea wanyama. Badala ya heshima, tumetengeneza mfumo wa ukatili. Tunawachukulia wanyama kama bidhaa tu, wakijazwa kwenye mabanda, wakiteswa na kuchinjwa bila kujali maisha yao, maumivu yao, au heshima yao. Kuteseka kwao kumefichwa kwetu, lakini ni halisi sana. Tumejigawanya sana sasa kwa majimbo na maeneo, kwa mataifa tofauti, kwa wahamiaji na wasiokuwa wahamiaji, kwa rangi mbalimbali mbali, kwa chama cha kisiasa na kwa maelfu ya lebo nyingine tofauti. Gawanyiko haya yanapasua nyuzi za kile tulicho kama wanadamu. Badala ya umoja wa kweli tumekubali mipaka, itikadi tofauti na lebo kuunda kuta kati yetu. Serikali na taasisi zetu sasa zimegeuka kuwa mabwana wetu badala ya kututumikia, zikiwa chini ya nguvu zisizoonekana na zisizoweza kudhibitiwa, zinatumika si kwa faida yetu, bali kwa nguvu, pesa, vita na utumwa. Mifumo iliyokusudiwa kulinda na kuimarisha imekuwa zana za ukandamizaji na udhibiti. Sayari yetu, nyumba pekee tuliyo nayo, inalia. Misitu, uchafuzi, unyonyaji na mabadiliko ya tabia nchi si maneno ya dhihaka bali ni halisi; ni vilio vya kimya vya ulimwengu unaoteseka sana kila mti unaokatwa, kila mto unaochafuka, kila spishi inayopotea ni sehemu yetu iliyopotea milele. Afya ya akili inahitaji kuungwa mkono zaidi. Unyogovu, wasiwasi, upweke ni yasiyoonekana, lakini ni halisi sana. Watu huzidi kukata tamaa kutokana na mawazo yao. Kila kitu kinaweza kuonekana kigumu wakati mwingine. Vita, chuki, mgawanyiko, umaskini, ugonjwa, kukata tamaa. Tumefikia vipi hapa? Tumejenga ulimwengu uliojaa misingi na mifumo iliyovunjika ikiongozwa na hofu, tamaa na uhaba. Lakini swali muhimu zaidi ambalo linabaki ni tutajikomboaje? Jibu linaanzia kwako. Kwa kila chaguo unalofanya, unaunda ulimwengu mpya, ulimwengu wako. Katika kila hatua hupatitipate tu katika maisha, unaunda maisha, unaleta katika uwepo na katika hilo hakuna mawimbi ya hisia za isijatosha. Kuna nguvu na azma tu, nguvu inayokuwa kwa kila kitendo tunachofanya. Ni njia ya kuishi kwa furaha, inatuomba tuishi kwa ufahamu kamili, tukichukua wajibu kwa kila tunachofanya na kila wimbi linalofuata. Kila hatua tunayochukua, kila neno tunalosema linaunda mawimbi duniani. Ni uumbaji wa makusudi wa siku zijazo, hatua kwa hatua. Kwa kila uamuzi unatangaza kwa dunia, mimi ni wa kutosha, mimi ni mwenye nguvu, na maamuzi hayo yana kari nguvu ya mabadiliko. Wewe si tone tu katika bahari, wewe ni nguvu inayobadilisha mawimbi. Tunawezaje kutumia mawimbi hayo kutoka kwa kila mtu kuleta mabadiliko katika ngazi ya kimataifa? Ili kuendesha mabadiliko ya kimataifa, tunaanzisha mfumo unaoruhusu hatua za mtu binafsi zinazoongozwa na kusudi la pamoja. Tunaifanya hii kwa kuunda kanuni za pamoja za maandiko zinazowakilisha dhamani zetu na kutuongoza kuishi kwa makusudi. Kanuni hizi zilizotangazwa wazi kwa dunia, zinatufungamanisha na kualika wengine kujiunga. Muhimu zaidi, zinatumika kama zana za kuunganisha mashirika yetu, taasisi na serikali, na kusudi letu la ndani. Kile kinachoanza kama hatua ya mtu binafsi kinakuwa nguvu ya pamoja. Kanuni hizi muhimu zinakuwa alama za uwajibikaji na uamuzi wa makusudi na dhati. Kadiri tunavyopitisha kanuni hizi, tunaelewa nguvu ya umoja na uchaguzi. Kila dola tunayotumia, kila kura tunayopiga inaunda ulimwengu wetu. Pamoja tunaumba mahitaji ya haki, uendelevu wa jamii na huruma kwa watu wote. Na tunapodai hivyo, mifumo ya kiuchumi na kisiasa haina budi kufuata. Kadiri serikali za mitaa zinavyotekeleza maadili, mazungumzo ya kitaifa yanabadilika. Wagombea wa ofisi za juu hawakimbii tu kwa ajili ya nguvu. Mabadiliko yanahitajika. Tutapata wagombea wanaotaka kusaini kanuni hizi, wakijitolea kuzihifadhi wakishachaguliwa. Wagombea hawa watashirikiwa na jamii, wakiruhusu wapiga kura kufanya uchaguzi wenye maarifa. Badala ya wagombea kuendesha ajenda binafsi, mmoja wa wanachama utaendesha ajenda na wagombea wataitekeleza ajenda hiyo kwa pamoja. Fikiria adhari hii ikienea kote duniani, ulimwengu ambapo biashara, shule, serikali na jamii zote zinashirikiana na kuungana kwa pamoja kwa maadili ya huruma, haki na uendelevu kwenye nyanja mbalimbali za maisha. Pamoja tunasitisha tu kujibu matatizo ya ulimwengu. Tunaanza kuyatatua. Hongera. Tumetengeneza ulimwengu mpya wa amani na wingi kwa ajili ya kila mtu ambapo kila uamuzi tunaofanya unategemea wema wa juu kwa viumbe wote wa duniani. Watu, mashirika na serikali sasa hufanya kazi kwa ushirikiano na kanuni hizi za pamoja. Hatuna tena hofu kuhusu uhaba wa bidhaa. Tunaongozwa na heshima ya huruma, haki, uendelevu na wingi wa rasilimali. Kwa kuishi kwa kanuni hizi thabiti, hatuoni tena dhuluma ikistawi. Badala yake, tunaunda nguvu moja yenye wema duniani kote. Sote tutakuwa nguvu isiyoyumbishwa na isiyoweza kuepukika inayozalisha ulimwengu mpya bora kutoka kwa majivu ya zamani. Tembelea manifestoforabetterworld.org ili ungane na juhudi za mabadiliko.